Mimi tu kama kiongozi na kama Mtanzania ninaipongeza sana wizara ya elimu, lakini nawapongeza sana UDOM, Profesa. Hii nchi ya kwetu, tukiona leo mswahili anaaminika kujenga kampasi ya bilioni ishirini, mimi mwenyewe kama kiongozi, kama kijana, kama Mtanzania nafurahika sana, na kwa kweli mimi najisikia vibaya sana na kuona jengo tu la bilioni ishirini kama mahakama hapo anajenga foreign. Sina ubaguzi, lakini ningetamani kuona kwamba sisi mabenki yetu yanajishughulisha kuamini Watanzania. Miradi midogo midogo ya bilioni ishirini, bilioni arobaini, bilioni hamsini tufanye wenyewe profesa. Kwa profesa kwa sababu tunazungumza kama viongozi na kama wa tanzania Out of 600 billion stake ya wazao sisi, tumepata bilioni ishirini za kwetu hapa UDOM na 11 hatuna sababu, na hawa ambao tunawapa wa foreigner wana ubabaishaji mkubwa kuliko wazao tunaowadharau mkubwa Kesho unapojengwa na mahakama, kaja hapa mtendaji mkuu wa mahakama, kamkuta huyu ana asilimia ishirini ya ujenzi, lakini kuna mtu ambaye ni roko anajenga mahakama siliu, alikuwa zaidi ya asilimia sabini na tatu ya ujenzi. Na unaenda bosi, tunawaamini kwa sababu ya rangi nyeupe, naye anaeta tofali elfu mbili, tripu mbili za mawe, hana roli, tripu tatu za mchanga, lakini sifa zile zile, tuna victimize wa Tanzania wenzetu wenye kampuni lakini ujinga ule ambao anamfanya huyu huyu huyu huyu huyu huyu foreigner hatuone. Kwa nini Profesa Kisiruka ile confidence ya kusema huyu hapa amejenga majengo yake kiudo. Ni proud kubwa. Hasa kajengo tuanze kama ile bilioni 20 atujengee mtu mweupe. Nilikuwa naangalia documentary ya ikulu bora 10 Afrika. Ikulu ya Dar es Salaam na ndani ikulu ya pili, hyo ya tatu, lakini duty kwenye ile document dokumentani kwamba ikulu hii imejengwa na Watanzania wenyewe. The duty part tusema tubebe hii asila, ni lazima tugadhabike, kwamba ni lazima baada ya ujinga tufikia end kwamba kama tufanya kwenye barabara bilioni kilomita kumi wanajenga wa Tanzania. Hatubagui mtu kwa sababu hata sisi tukienda kwao hatukompiti hiyo miradi. Kwa hiyo kwa mkandarasi tutoe kwenye aibu. Tutoe kwenye ile aibu kwamba tunaweza kufanya sisi. Kwa sababu serikali tuna miradi mingi sana ya ujenzi. Ili tuwe mfano mzuri kesho ukiharibu Profesa Kusiluka atakasomaona waebeba roko kote tumeshia watu moja ndio ni Jengo kwa hiyo jengo letu jingi. Sio na jengo zuri. Wale ambao kuna Mchina alitengeneza mtu ametengeneza ukumbi. Umetengeneza tu watu wako. Na hivi viti hapa ametengeneza mtu ambao mufiti. Iringa. Eh, mufiti. Meza hii hapa na kuja kufanya setting ya hivi viti. Na huko ukumbi hujamalizika huko asilimia 75. Ukimaliza ukumbi wa kanali kama huko Ikulu. Hapa hatujamaliza. Meza hii ya kwetu imetengenezwa tu vyote usini kwangu, e liingia pale usini kwetu tu watu wa Iringa, ni mwanamamama tengeneza. Kwa hiyo tuanze kuwaamini watu wetu na mabenki yetu ya waamini wa kandarasi wa Tanzania, kwa sababu huyu bwana hapa anafanya hiyo mati, mkandarasi mshauri Mtanzania, anayejenga Mtanzania, saruji atachukua maduka yetu sisi Watanzania watapata ajira sasa. Kwa kusafisiruka amna jambo kubwa yani, wewe hata ukiweza, kwa sisi kama mkoa tunakupa cheti cha kushukuru kwamba ulimwamini mtu mweusi kujenga huu mradi. Ungekuwa hapa sasa, unaongea kandarasi, anaongea ungekuwa hapa na tafsiri bilioni ishirini no kwa kweli Profesa, umetendea haki, chuo ni kitu kikubwa. Mi kwangu, mi nimeona ule uzito, kwamba i wish mizana waone kwamba kama huyu mtu ameweza kwandio, si wamini watu Wami Uka. Kwa mi eh, nakushukuru sana, anajenga nakushukuru sana mtoe profesa.